Awakuniambia jambo kubwa, wamesema wanaendelea na upelelezi, niwape muda mpaka wataniita tarehe 13 mwezi ujao. Mi nadhani nitawaambia baada ukugua, ya au kumaliza kazi yao isionekane nawajibia au najiteteade, lakini nieleze jambo moja la msingi. Demokrasi ikishaanza ni, ni gurudumu, kulizuia ni vitabu sana unaweza ukapunguza spidi ya gurudumu la demokrasi, lakini huwezi kuiondoa. Ningetaka kuwapa ujumbe huo kwamba demokrasi imeshaanza, inaendelea, ni vigumu kuizuia. Lakini la pili, ningetumia nafasi hii kuwaomba wanachama wa chama chetu na wananchi na wanaotutakia tutakia mema, wasiwe na mashaka. Kila kitu kiko chini ya utaratibu mzuri, tuko sawasawa sawa, tuko sahihi na tunatekeleza kama alivyosema mwenyekiti, sera ya chama chetu Wasiogope, wawe na amani, watulie, utiwa na mshikamano wa kutosha. Hili jambo la kufunga watu si jambo jema, na, na kama mnawafunga mashehe wasiseme hivyo, hao mashehe wengine wanaposemaga kumsifia Magufuli wao wanaona ni vema tu, lakini wakikosoa serikali yake basi wameshakuwa ni wahaini au ni magaidi. Tunaisema serikali iwatendee haki viongozi wetu wa dini, isianze kugeuza imani za watu ni uhaini, wala isianze kugeuza, isianze kugeuza imani za watu ni kitendo cha kigaidi kwao tunawaomba sana serikali iwaachie. Na sisi ni viongozi, ni wajibu wetu kusema, iwaachie huru viongozi wa kidini inaowashikilia na inaoendelea kuwashikilia hatua ya sasa hivi. Ili jambo la Uamsho liliacho likapoa kwa muda mrefu sana, lakini watu wameonewa, watu wameteswa, watu wametoa ushahidi mahakamani namna walivyoteswa. Kama taifa tunakaaje kimya? Lama tufike mahali tuseme kama basi, tutashikwa wote tushtakiwe wote, hewala, na iwe hivyo, lakini lazima tuseme. Na tunaomba wote, ndugu zangu waandishi wa habari, kesho itakuwa ni ninyi, kesho itakuwa ni wazazi wenu, kesho itakuwa ni ndugu zenu. Ili jambo si jambo jema, kwa nilipenda ili jambo niliweke wazi kabisa. Na sisi kama chama kupitia kila fursa tutakayoipata kuanzia sasa, ili jambo ni mmoja wapo ya ajenda kuu za kulisimamia ili haki itendeke kwenye taifa na hatimaye irejeshe umoja wa kitaifa, imani zote zijione kwamba zina watu wa kuzisemea pale ambapo zina, tunaona haki inakandamizwa. Kwa hiyo hilo ni jambo moja nilitaka nilizungumze sana. La pili na la haraka haraka ambalo nimelizungumza tena tena pale na, na waandishi wa habari ni waombe msione, kwamba nawachochea na hata kama ni kuwachochea, basi na iwe hivyo tu, wala sio tatizo. Ninyi ni sehemu muhimu katika jamii. Tunapuuzwa viongozi wa kisiasa wa upinzani, tumekwenda polisi, tunafukuzwa kama sisi ni majambazi Tunadhalilishwa wakati polisi ni ofisi zetu, ni ofisi za umma. Zile sio ofisi za siro, wala sio ofisi za kamanda yote wa polisi, zile ni ofisi za umma za jamii. Kwa hiyo unapomkamata Lowassa, mjue mmetengeneza habari na habari kubwa. Sasa mnatengeneza habari, mnaattract waandishi wa habari, mnaattract viongozi, alafu mnaanza kuwafukuza. Sasa msingetengeneza habari. Basi na ninyi waandishi wa habari mnafukuzwa, mnakuwa kama vile ni wezi vibaka, na hamlalamiki waandishi wa habari hamlalamiki. Juzi mmefukuzwa, wanahabari wanazuiwa, sisi viongozi wenzake tunazuiwa, na ninyi mnakaa kimya, hampigi kelele. Sasa linakuwa ni utamaduni lakini polisi hawa hawa, siku wana tukio lao, wanataka kuliripoti dunia isikie, wanawaita, wanawakaribisha, wanawabembeleza na ninyi mnakwenda hivyo hivyo. Siku Magufuli na serikali yake na wenzake wanaomtukuza wakiwa na tukio, wakiwaita, mnakwenda with pleasure na wala hamwoni kwamba mnafanyiwa jambo fulani ambalo sio haki, lakini mnaposimama upande wetu mnakuwa ninyi ni wahalifu na hamlalamiki. You must make noise. Msikae hili jambo mkaliona la kawaida. Kesho maabusu itawahusu ninyi msipoonyesha pawa yenu ya kalamu, ya kamera na ya microphone. Hakuna mwingine wa kusema, sisi tunasema tukishasema tunawatumia ninyi. Nyinyi ndio mnapaza sauti. Msiposema, msipolalamika, wanaona ni mambo ya kawaida Polisi wanawaharas wanawafukuza, wanawapiga, wanawaf... wakati tukio liko hapa, senta ya tukio liko hapa, ninyi mnaambia mkakae kule kilomita I mean mita mia moja awei au mia mbili awei, na nyinyi mnaona jambo la kawaida tu. Nitategemea kesho nione kila chombo cha habari kinalani jambo hili, wawaachie waandishi wa habari wafanye kazi kwa uhuru wa wajibu wao, waripoti matukio kama yanavyotokea, na sio waripoti matukio kama wao wanavyotaka Ripotini hali halisi. Kama Mbowe kasema kitu, semeni. Kama Lowassa kasema kitu, semeni. Kama kuna polisi kamsukuma mtu, semeni kamsukuma mtu. Haya mambo myaeleze, mnaweza mkatusaidia ninyi waandishi wa habari, ba baadhi ya mambo mkasaidia, mkaheshimika taaluma yenu ikaheshimika. Wajibu mnaofanya ni mkubwa kwa taifa hili. Sisi tukizimwa na ninyi mkazimwa, ni nchi imezimwa kweli jambo la pili liliona nili, nili, nili, nilifafanue ni muhimu sana. Waandishi wa habari, muonee wivu wajibu wenu, msidhalilishwe taaluma yenu nanyewe mkaona ni jambo la kawaida. Kataeni, pigeni kelele la nini jambo hili. Msiripoti tu ya wenzenu, ripotini na haki zenu za kufanya kazi kwa uhuru. Hakukuwa na tukio lolote la kivita pale la kuzuia msipige picha, wamelitengeneza wenyewe tukio Anatoka mtu wao waliomtaka, wanamtolea mlango wa uani. Kwa nini hawakumtolea mlango wa mbele ule ule waliomwingizia na waandishi wa habari, wa hamtakiwi mumone? what is this? tunaficha nini kama kweli tunasimamia mambo ambayo ni ya haki? Kwa hiyo hayo ni mambo mawili muhimu nili, nili, nilitaka niyazungumze, ndugu waandishi wa habari. Global TV Online YouTube channel yako nambari moja Tanzania, imekuandalia zawadi kabambe kupitia kipindi chake cha michezo cha Sports House. Smartphone mbili zitatolewa kwa watazamaji live Unachotakiwa kufanya ni kutazama Sport House Alhamisi kuanzia saa kumi kamili jioni, na wakati unaangalia, tupia komenti yako kuhusiana na chochote unachokiona kwenye kipindi, bila kusahau kuandika namba yako kwenye komenti hiyo. Masharti ni rahisi sana, lazima uwe na umri kuanzia miaka 18 na uwe na makazi au ndugu nchini Tanzania Unaweza kushiriki ukiwa popote duniani. Shindano litaanza saa kumi kamili jioni hadi saa kumi na moja na nusu jioni, lakini mwisho wa kuandika komenti yako ni saa kumi na moja kamili. Majina yote yatakayoandika comment yataingizwa kwenye draw na watachaguliwa washindi in random way papo hapo, kila mtazamaji akishuhudia. Unangoja nini? Subscribe sasa Global TV Online, kisha bonyeza alama ya kengele na useve notification ili upate ujumbe mfupi kila tunapokuwa hewani. Global TV Online ulipotupo mubashara.